Yesu atusaidie sana. Amina. Yes, okay. Tuone jambo la tatu. Jambo la tatu, uwezo wa kufanya maamuzi sahihi wakati wa furaha na wakati wa huzuni. Ability to make decision. Kutembea na Mungu mbali mrefu itahitaji sana kuwa na uwezo kufanya maamuzi wakati unapokuwa umefurahi sana na wakati ambao unakuwa na huzuni sana. Haleluya. Amina. Maamuzi sahihi nikupe mfano mzuri. Maamuzi sahihi tunayoyafanya kwenye maisha yetu ni matokeo ya kesho. Tukitaka kutembea na Mungu kwa umbali mrefu lazima Mungu atupe neema ya kufanya maamuzi sahihi. Na sahihi, nimesimama hapa tayari, kuna mtu kichwani mwake amekaa kwenye maamuzi mawili, anajifikiria niende huku au niende. Mungu akupe neema kufanya maamuzi sahihi yatakayokusaidia leo na kesho, sio takayojutia leo na kesho. Kuna maamuzi ambayo tuliyafanya kwenye maisha yetu tukajutia. Haleluya. Kuna gharama inayolipwa kule, Amina sana. Kama leo unaomba, leo unafunga, kuna siku Mungu atakushangaza. Nataka nikutie moyo wewe ambaye unamtafuta Mungu bado hujamuona, sikiliza. Huyu Mungu wetu, mimi nakusema kutoka kwenye uhalisia, nimemwona Mungu. Yupo anajibu maombi, Mungu yupo anasikia. Usiache kumtafuta Bwana. Usipomwona leo, kesho utamwona Usipomwona kesho, kuna wakati atakutokea, utamwona wakati mmoja. Siku hiyo ni mahusi kwenda kanyambia, mwanangu kesho mimi na wewe kanisani, mguu wako mguu sawa sawa. Siku hii kwenye nimepangwa kanisani kono kwenye kuva church nimekana hapo, ibada inaendelea leo, nawaza wazi leo ni mguu wako na nini asielewe, kuchakwa, ibada imeendelea, imefika wakati wa kutoa matoleo. Kweli moja huu baba baba yangu anawasiliana yake. Wakati ule za nyingi nyingi, sadaka za vitu zilikuwaka nyingi nyingi, mtu anatoa hela, lakini analeta na mchicha na mahindi na mayai

nikaambia kweli, kuna watu nakuta wazini kanisani kukamata, mimi niko pale, napiga hesabu. Nikapelekwa, ikapelekwa kijijini na kwenyewe, nilipelekwa kwa ni i mwanajeshi naye, yule alinipokea kibabe sana. Nimefika kule si siku ya Jumapili, akaniambia mwanangu Samweli, babangu alina, mwanangu Samweli, njoo Alipiga magoti na kuongoza sala ya toba, akajiongoza sala ya toba. Tumemaliza pale akanipeleka kujibatiza, mimi na yeye tu tukaenda mtoni, akazuia maji kule kijiji na jembe lake, nivyozuia maji akasema njoo, akanisabisha kuanzia leo umebatizwa na umeokoka. ukaja kuzaa matunda miaka mingi sana Aleluya! Amina, amina. Ile sadaka iliyokataliwa Yesu akaitazama akaiona, akaiokoa, na ndio hapa anasema kutembea na Mungu kuna hitaji kulipa gharama. Usikate tamaa, kuna vitu vinaweza visitokee leo mambo yanaweza yasitokee leo lakini, amteli ni wamsua na mteli uhakika na huyu Mungu, kuna siku Yesu atakutokea. Ipo siku Yesu atakutokea, kama Mungu amekuita wewe linaweza lisitokee leo, linaweza lisitokee kesho, lakini lijapokawia, lingojee, maana halina budi kutokea. Usiache kulipa garama, lipa garama kwa ajili ya watoto wako, lipa garama kwa ajili ya ndoa yako, lipa garama kwa ajili ya huduma yako, lipa garama kwa ajili ya familia yako. Matokeo unaweza usiaje leo, ila kuna siku Mungu atakushangaza. Simama.

ndipo likokata tamaa. Naongea na ndoa ambayo tayari iko hatari kwa kuachana kabisa. Naongea na familia ambayo hawaelewani kwenye ukoo. naongea na watu ambao hawaelewi wa huduma zao zinaendaje, wengine maisha yao wawaelewe. Naongea na watu ambao wa walishakata tamaa miaka mingi. Naongea na watu ambao wa na kuambia sana mke wao basi sijamuoa kuelekea kwenye ndoa, nikamwambia maisha yako yanakuhitaji wewe, sitegemea mimi kwamba nitafutia, nitaomba kwa ajili yako, mimi siwezi kuwa na uchungu kama weo unapitia, kwa sababu mimi sioni ile hapo we unaepitia. Ninaweza nikaomba, lakini kisiwe kiwango kama cha weo. Kulipa gaa maana yangu iko wapi? Maisha yako yanakuhitaji wewe. Usitegemee kama kuna mtu mwingine atakuja kulipa gharama ili wewe utembee na Mungu. Usipolipa gharama wewe huwezi kutembea na Mungu. Unaelewana hapo wapendwa? Amen. Yanakuhitaji wewe sana. Lipa gharama mwenyewe ili upate kutembea na Mungu. Amani na Mungu awabariki sana. s wasio kitu chepesi wakati anasema na wazazi ule mama alikuwa anahangaika na mtoto wake, rahisi tu ukachukulia kirahisi, lakini ukivaa viatu